Kama wewe ni mtu unayechukia vitu vilivyo kwenye trend ya fashion, basi viatu hivi vimekuchukiza zaidi. Niwe mwazi tu, sijawahi kuvipenda viatu hivi, na mara nyingi wanaokuchukia lazima wanakufuatilia sana. Hivyo nami kama heita wa viatu hivi, niliamua nivifatilie, nijue viatu hivi vibaya vinakuwaje maarufu kiasi hiki. Baada ya kukutana na historia yake, nikaona si vibaya, nikakuletea video hii. Viatu hivi vinafahamika kama Crocs na vimevuma sana miaka hivi karibuni, na wengine kudhani kwa design yake ndiyo imetoka hivi sasa. Nipende kukuambia tu kuwa si hivyo, kwani historia ya viatu hivi inarudi miaka ya nyuma sana. Tafadhali kuwa mtulivu na mwenye unyenyekevu, maana naenda kukuletea historia ya viatu vibaya vinavyopendwa. Jiunge na chaneli hii kwa kubonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele pembeni yake. Mimi naitwa Justin Shedi. Sasa twende kazi.